Kufungua biashara kupitia njia ya maji, tunakwenda kuijenga airport ya, ya Pemba kuwa ya kimataifa, ili kuifungua Pemba, wageni watalii wanaokuja Pemba watue moja kwa moja kwenye uwanja wetu wa kimataifa wa Pemba. Lakini jengine, barabara inayotoka Chake kwenda Mkoani tunakwenda kuikamilisha. Jambo jengine ni bandari ya Wete. Bandari ya Wete tunakwenda kuijenga kwa design ambayo tumekubaliana, lakini natambua tulitafuta fedha kujenga barabara saba ndani ya Pemba ambazo tayari ujenzi unaendelea. Hizi nazo fedha yake ipo na tunakwenda kuzimaliza ujenzi wake. Baadhi yale mengine mikopo ya wanafunzi na mambo mengine, hayo ni ya kawaida tutaendelea nayo Elimu, afya, umeme na mengine hayo tutaendelea nayo, lakini kwa upande wa miradi na kuifungua Pemba, haya ndiyo tunayokwenda kuyafanya.